Bana si harakisha haraka haraka bana, bana. Yes, hata mimi nashanga sa... watu wa ujui wa baba bwana wewe. Wewe unajua venye Bicom, buda hiyo ni kazi namaliza hivi sahi, government job direct. Yeah. Uh -huh. Mindio na hesabu vitu za pesa pesa ya kugawa na inchi harakisha na bana, harakisha bana. Na, na ah. Na, bro. Unanipeleka eh yeah, unajua ingekuwa umesoma ndio unge understand hizo vitu harakisha uh, ah, bana mi uko na nitulie ni nini engineering. Alafu, umone jina ni unatumanga skuma yeah. Nini gani? Alex Barasa Barasa, shika yeah. No, no, no, no. no. saa kama uo unafanya engineering enjinering, no na kwa kibandaski s so itabidi uniambie mali unanua skuma, ukiuza kata tupolepole, sina haraka. Sasa wendi daro ha? Ha, hii naweza baunzisha, sio lazima ni attend dare zote. <laughs> <laughs>